Tayari yeah. Naitwa Mashaka Saidi ya Mali, mwanachama wa Yanga, tawi la Uhuru Kariakoo. Mabadiliko tumepokea vizuri na tumeridhia wanachama wote bila kupinga, hata mwanachama mmoja ambaye alipinga hakuna, ila kusala mwenyekiti wetu, wanachama kama wanachama kujalizia barua ya mwenyekiti kuachia ngazi. Yanga Afrika, tunamhitaji arudi katika nafasi yake ya mwenyekiti na kwa natumepisha yani, na chama tumepitisha kwa moyo mmoja wote, tumelizia mwenyekiti wetu arudi madaraka, endelee na kazi yake ya mwenyekiti. Sababu zinajulikana ziko wazi, iwe ndo na wanayanga sasa hivi. Miaka mitatu yote ambayo imepita tulikuwa tuna fulai kwa ajili yake yeye kwao, lazima yeye aje aendeleze pale alipokuachia. Tuendelee na furaha kama kawaida, kama miaka mitatu iliyopita. Jina langu naitwa Mamba cocktail. Na tumeonekana kukataa kusababu, kumanji, zehetu, kusababu, africans, apoli, popo, epoli, kwa sababu Yusuf Manji ndio mkombozi wetu, kwa sababu hata Yanga Africans hapo alipokuwepo ilikuwa ikifanya vizuri. Leo hii Yanga Africans imekuwa ni timu ambayo ya kuyumbayumba na timu ambayo imeonekana haina lolote, na hata ukiangalia katika kusajili timu yetu imeonekana ikiwa nasajili ukiujanja ujanja. Una baadhi ya watu wapo pale hawana matumaini yoyote na tukiona maumivu juu ya Young Africans Koyotu, aludi. Kwa hiyo tunasema kwamba tunahitaji Yusuf Manji arudi kwa ajili ya mambo ambavyo alivyotufanyia. Ametufanyia mengi na kila mtu anajua, nadhani mnaelewa hiyo tofauti sana inaonekana. Uh, kwa, kwa, kwa sasa kimba na kufanya vibaya ata a uongoulioakia katika madaraka. Nyinyi wenyewe mashahidi, mkiona timu ilikuwa ikifanya vibaya, na kwa sababu hapo hapo Nyuma tulikuwa kwa sasa hivi, tunapata furaha lakini sasa hivi tunapata maumivu. Imekuwa kama vile Yanga Africans kama vile pipa la kutupwa, kwa sababu ukiangalia leo hii mtu anaenda uwanjani akiwa hana matumaini ya matokeo, anaenda tukubahatisha. Kwa hiyo hii kiukweli imekuwa ikitumiza. Tunamhitaji Manji rudi, na tunahitaji kweli mwenyekiti wetu aendelee kuongoza timu yetu, kamati ya usajili kwa sasa labda nizungumze tu, kamati ya usajili haiwezi kuwa sawa bila kuwepo mtu wetu mwenyekiti Yusuf Manji, kwa sababu yeye ndo anaelewa kila kitu, na hata hivyo so, Waswahili so, so, wanakwambia kitu chochote akiwezekaniki bila salio.